Ee hey, ndugu yangu ndugu yangu hey, mkushi ndugu yangu mkushi, hata simu simu upigi, ndugu yangu hey, vipi? Ishanunua nguo za sikukuu? Nguo za sikukuu umenunua, ndugu yangu umenunua? Amna? <laughs> hey, hata mimi sisikii zile hey, zile nyimbo za za hey, za kukaribisha mwaka mpya na Krismasi hii